Yesu Kristo alidhihirishwa kwa ajili ya kuzikomesha kazi za dimo shetani, na ndio maana alipokuwa anaanza kazi akasoma kile kitabu cha Nabii Isaya, wakati uliko kinaitwa chuo cha Nabii Isaya, akasoma lakini ile Isaya 61, roho ya Bwana yu juu yangu, anasema ukisoma Isaya 61, roho ya Bwana Mungu hii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni waubiri wenyekevu habari njema. Jina la Bwana libarikiwe. Inawezekana katika maisha yako, kwako wewe kusikia habari njema ni jambo gumu, kwako wewe kusikia habari njema ni kama adithi fulani. Lakini siku ya leo kwa neema ambayo Mungu amenipa habari njema zikakujia. Kwa sababu gani? Yesu Kristo yuko ndani yangu, ambaye yeye alidhihirishwa kwa ajili ya kuleta habari njema Kuleta habari njema kwa naye, kwa watu waliofungwa, kuleta habari njema kwa naye, kwa watu wote. Watu ambao wauma hawahitaji daktari, lakini wale ambao wanauma wanahitaji daktari. Sasa Yesu Kristo yeye ni habari njema. Ukisoma katika ile kitabu cha Luka, Luka 2 kwanzia ile eh, tisa na kumi, malaika wa Bwana aliwatokea wale wachungaji, akawaambia msiogope, kwa sababu mimi ni malaika niletea habari habari njema. Habari kuu kwa kila mtu. Kwa kila mtu nami ninakuambia wewe, ambaye umefika mahali haujui ufanye nini katika wiki hili, Bwana amenitia mafuta na amenituma ya kwamba niombe pamoja nawe. Mungu anahitaji mtu mmoja tu, wewe mtu mmoja tu ambaye unaamini pamoja naye, amini pamoja naye, na, na, na utamwona Mungu katika maisha yako. Hakika nimemwomba Mungu atokee mtu mmoja ambaye nitaomba naye neema ya Mungu iende naye, milango yake ikapate kufunguka, njia zake zikapate kwenda kufunguka katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret hai. Neno la Mungu linasema akatafuta mtu, na mimi nakwambia, mimi ni muomba Mungu anipe tu mtu mmoja ambaye atanielewa nitakapoomba naye, neema ya Kristo iende pamoja naye katika jina la Yesu Kristo katika wiki hii Neema ya Mungu ikamzukie, habari njema zikamfuate. Na kabla ya yote, wakati naendelea mbele, sitaki kuongea maneno mengi sana. Nataka niombe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo, neema ya kiungu. Na kama uko tayari, unyosha tu mkono wako ama amini, hapo ulipo weka hata mkono wako kifuani, nikakuombe maneno machache na Mungu akajidhihirishe katika maisha yako. Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya